Siku moja tu baada ya maafisa wa wizara ya utalii kutoa hakikisho kuwa ukiritimba katika sekta hiyo utaondoshwa, rais Museveni ametoa mwito kwa wajasiriamali wa kigeni kuwekeza katika utalii, akiutaja kuwa dhahabu ya kiuchumi. Hata hivyo, wadau wengine katika sekta hii wanamtazama kuwa serikali itawavutia wawekezaji zaidi ikiwa itaharakisha mchakato wa kuondoa ukiritimba ambao makampuni kama vile madivani hunufaika nao katika mbuga za wanyama. Mingi natakuwa na vitu nne. Ya kwanza uh, marketing inatakina twende nje tuambie watu about nchi yetu Uganda. Uh, kitu ya pili kusomesa watoto wetu kwa vitu ambao uh, ya utalii tour guide, vitu kama tour guiding hizo, kufanya ndani ya mahoteli kufanya nini. Tunatakiana watu wa Uganda wenyewe wachukue, uh, fasi ya kuendelesha uh, kazi ya, ya utalii uh, katika Uganda. Akifungua kongamano la wadau kutoka jumuiya ya madola, rais Museveni amewaonya wawekezaji wa kigeni wanaozingatia kufanya biashara za rejareja humu reja nchini kwamba hawataruhusiwa, kwani hawafaidi kwa kubuni nafasi za kazi wala kulipa kodi. Hata hivyo, Dr. Samuel Sejaka ambaye ni mtaalamu wa fedha na biashara ametoa ushauri kwa serikali, inafaa kutekeleza upunguzaji wa gharama za kuendesha biashara ili kuvutia wawekezaji zaidi know-how, technology, make the investment success. And he has got capital. Katika kongamano hii ya siku mbili, zaidi ya wajumbe 170 kutoka mataifa ya kigeni pamoja na 230 kutoka humu nchini watajadili fursa na changamoto katika kuwekeza hapa Uganda chini ya kaulimbiu ya kukuza ukuaji barani Afrika. Lubega Emmanuel, taarifa ya habari.